Dula alikuwa kijana wa pekee katika familia tajiri ya Bwana Mzena, mfanyabiashara maarufu jijini Arusha. Tangu akiwa mdogo, Dula hakuishiwa na chochote. Alikuwa na kila kitu alichotaka: simu za kisasa, magari ya kifahari na mavazi ya bei mbaya. Hakuwahi kujua maana ya kukosa. Lakini tofauti na matarajio ya wazazi wake, Dula hakuwa na shauku ya kujifunza wala kufanya kazi. Alipomaliza shule ya sekondari, alikataa kwenda chuo. Alidai maisha ni ya kuenjoi na pesa walizonazo zilitosha kumfanya awe na maisha mazuri bila kusumbuka na masomo. Kila siku alionekana kwenye sehemu za starehe akiendesha gari lake la kifahari huku akiwalipia marafiki zake vinywaji. Alizoea maisha ya usiku na mchana alilala. Hakuwahi kukaa na familia wala kujiuliza mali wanayoitumia inatoka wapi. Baba yake alijaribu kumwita mara kadhaa na kumkumbusha thamani ya kazi na elimu, lakini Dula aliona hayo ni maneno ya zamani. Hii ni zama ya digitali baba, watu wanatengeneza pesa Instagram na TikTok, alisema huku akicheka. Baba yake alipigwa na butwa, lakini hakumkatisha tamaa. Siku moja Dula alipokea simu iliyobadili maisha yake. Siku hiyo ilikuwa ya Jumatano, jua lilikuwa kali na anga safi. Dula alikuwa amelala fofofo chumbani kwake baada ya kurudi saa kumi alfajiri kutoka kwenye klabu moja maarufu jijini. Ghafla simu yake ililia. Ilikuwa ni simu ya mama yake, kitu ambacho hakikutokea mara nyingi. Kwa uvivu aliinuka, akajibu kwa sauti ya usingizi, halo mama. Mama yake aliongea kwa sauti ya huzuni isiyo ya kawaida, Dula njoo hospitali ya Ait haraka, e, baba yako ameanguka ofisini. Dula alishtuka, Alinyanyuka haraka, macho yakawa mekundu, hakujua pa kuanzia, hakujua ni mara ya mwisho lini aliongea vizuri na baba yake bila ubishi au dharau. Alivaa kwa haraka na kuondoka. Alipofika hospitalini, aliwakuta madaktari wakizungumza na mama yake pembeni. Macho ya mama yalikuwa yamevimba kwa machozi. Dula aliwasogelea taratibu, moyo wake ukidunda kwa kasi. Mama vipi babai Mama alishindwa kujibu. Daktari alimtazama Dula na kusema kwa upole, pole sana e, baba yako alifariki kabla hata hatujamfikisha kwenye chumba cha dharura. Maneno hayo yalimgonga kama radi. Alikaa chini ghafla, akashika kichwa, dunia ilionekana kugeuka. Mara hii hakukuwa na mtu wa kumwita na kumpa ushauri tena, baba yake, nguzo ya maisha yao, hayupo tena. Ndipo mama yake alimtazama na kusema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito, "Dula, sasa wewe ndiye mwanaume wa familia hii." Lakini je, Dula alikuwa tayari kwa majukumu hayo? Usikose sehemu ya pili. <tap>